<laughs> wa wako, wako wengi wako wengi hata mm. studio zenye na rekodi yeah. marapa tuko nao wengi pale hata uh -huh. wametuzidi sisi mm. lakini sasa ile kutoka, lakini uh, wajua muziki wa rap ni uh -huh. muziki wenye si muziki wenye mtu akikaa akisikiza, kama sasa hii tayari hapa mtu akisikia hii nyimbo yangu hii uh -huh. ila akisikia tu mara moja tayari uh -huh. inaringi

Si, kuna watu ambao wa rap hey, wako, wako. OG. OG apa, rap OG ngoma za hapa wanapiga rap poa by the way bro ah lakini ni a ni, ni kuhesabika ni wa kuhesabika rap mimi hata nikininii nikija labda nikibahatika nikitoka mm -hmm. naweza hii mpata kama rap mbili tatu mm -hmm. kwa sahi bongo nimeona hii saidindo kidogo inanifaa hata kwenye nafanya pia <laughs> <laughs> <laughs> nimepata feedback nzuri pia kwa watu, yani so ukaenda nini. Na tuzungumzie hapa hiyo time, uko chuo bro, si ndio? Obvious wazazi wetu tunawajua, African mm. mothers, African parents, how did you focus with them at the same time na music? Ah, sikuwa na sikuwa mm. mm. nitajua kama nitakuja, ilikuwa tunaimba tu ile ya shule. ile ya shule tu ile ya kushindana kush shindana pale mm -hmm mwambia mwenzako lete freestyle nikuchane nini, yaani ile mm -hmm, pale pale mm -hmm, kwa function kidogo nashika mic mm -hmm. E, lakini haikuwa hivyo ah, yeah. Serious, acha nishike mic sasa mimi na. So umeanza kuimba bro, the first time uh, ulienda studio ni when 23 kama November, November, November. How was your first experience kwa studio? In day one bro, na ingia studio, nimekuwa nikisikiza tu wasanii wanaingia studio nini wanapiga ngoma yao you don't know the process. How was the first experience? Kwanza ni studio gani uliingia kwanza? Hiyo Kuj yenye mpaka sahii bado iko. Ah bro, umeingia umemaintain studio ah, eh? Ni, ni ngumu watu kumaintain studio kwa muda, na tegemea ah, ah. maelewano pia wajua ah. Maeleano na producer mambo ya studio ama na, na. We, we, watu wenye wanafanya wote wenye tunafanya kazi pale tu maelewano kidogo ndo nafanya mtu kana maintain, mnaweza kwa maelewano, lakini kazi kazi maelewano pia na kazi pia ah uh -huh. so tu ulizane tu hapa sasa. mm -hmm. the first experience yako kwa ku, kuingia studio Ah, uh nilichukulia -huh. tu sababu nili nilimrich nili nilikuwa na mjadala kitambo ni producer lak, lakini, wakati ule nilikuwa mimi muoga, wewe mwenyewe. Hey, we mwoga na hey. Yaani, wakati ule nilikuwa yaani mm -hmm. Ba, bado nikiwa kama student high school wakati ule ama nilikuwa yaani pole mm -hmm. ni producer lakini najaribu kumishi yeah. lakini siku moja nikamfuata nika mm -hmm. nikamwambia, ah, mwanangu nasikia we ni producer, mi ni msanii mimi, usha rekodia bado. Akanambia nimbie, nimbie mali tu na na e, e, studio yangu mahali fulani e, e, basi uzuri kidogo iko na, yani, iko na wasanii kidogo wenye kidogo wanatengeneza jina, na pia iko na, yani, iko full, yani, producer King Lee Waso, enda anapiga kazi yako pale. Songo yako ya kwanza ilikuwa gani? Mzaji wangu popote ulipo, tunazidi kusonga mbele, tunazidi kupiga story, nae Raawey pale ambaye anatupigia story pale. Ah, ele, ilo jina ni jina langu tu nilicha, nilichanganya majina yangu mawili uh -huh, yani Rashid ah unajua, kidogo Rashid linakaa n ani si rahisi, yani halikai sana kimziki mziki. Eh. Oh, kuna, yaani kuna jina kimziki mziki na kuna jina ya ki mosque kidogo dogo maombi ombi ah mta sua sua sua yudin ah, wewe si Muislamu Rashid? Mm. Kristo <laughs> ah hiyo sijapata habari lakini <laughs> <laughs> <laughs> sisi shtuka kama utieno pia tunapata the other side kwani, eh, shi ngapi pale <laughs> ni hivyo tu ubunifu tu mm, ubunifu aina manake, ah man <laughs> utamwa kula ni, mm. <laughs> ni kusaza ila changu kimetolewa mm -hmm. tumbwi ni losafiria leo shimo limetobolewa, kumbuka kuna lozawadiwa mm -hmm. kwa sababu ya kupenda sana